Wakati tatizo la mtoto linazidi na tatizo la mama na kufikia mwaka huu mwezi wa kwanza tarehe kumi, mama yake nikawa limempoteza, na mtoto huyu kama anavyoonekana uvimbe sehemu ya kichwa chake uvimbe ulikuja kama jipu, na mtoto akilalamika kwamba nasikia sehemu hiyo inauma, lakini baada ya muda uvimbe huo haukuuma tena, ukabaki kama ulivyo, na ndipo nilipochukua hatua ya kumpeleka hospitali. Na wakati nampeleka hospitali, uvimbe huo, baada ya kupimwa, wakasema ni uvimbe unaohitaji pasuliwa ili kutafuta ufumbuzi wa tatizo hilo, lakini wakati huo uvimbe unaendelea, na wakaniambia gharama ambayo kwa kipindi hicho sikuweza kuimudu, waliniambia shilingi laki sita ili kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Na wakati tatizo linaendelea na tafuta hiyo laki sita ndipo lipoingia tatizo lingine la mama yake mzazi kuugua. Sasa wakati mama yake anaumwa nikampeleka hospitali, ina maana tatizo la mtoto sasa limebaki hivyo hivyo. Nikaendelea na kutafuta ta ufumbuzi wa tatizo la mama yake, ambalo pia lilikuwa kubwa sana. Nikajaribu kuomba mchango na msaada katika jamii, lakini kwa wakati huo pia haikuwezekana, na wakati tatizo la mtoto linazidi kukua na tatizo la mama linazidi kukua na wameendelea hivyo kwa miaka kadhaa, kwa sababu hiyo ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na tatu elfu mbili na kumi na nne nikachukua utaratibu wa kumpeleka Sirati, kwamba Sirati naweza nikapata tatizo la ufumbuzi wa tatizo la mtoto, lakini pia huko nako sikupata, sikupata ufumbuzi wa tatizo, ndipo niliporudi na mama yake ugonjwa ukaongezeka na kufikia mwaka huu mwezi wa kwanza tarehe kumi mama yake nikawa limempoteza na kubaki na huyo, wakati tatizo la mtoto linazidi na tatizo la mama, na kufikia mwaka huu mwezi kwa wa kwanza tarehe kumi mama yake nikawa limempoteza na bado sijapata ufumbuzi wa tatizo la mtoto na ugonjwa ndo kama unavyoonekana. Na hivyo sasa, ninawaomba watanzania msaada wa kifedha, msaada wa, wa matibabu, msaada wa kila hali na mali, anayeguswa na tatizo hili ili kunisaidia kuondoa tatizo la mtoto huyu, kwani ni mtoto anasoma katika shule ya msingi Tumaini na yuko darasa la sita na nilipompeleka katika hospitali ya Bugando baada ya kunirufaa ilionekana kwamba gharama ya chini hapo niwe na milioni tatu, ambazo sina uwezo wa kuzipata. Kwa watanzania wanaoniona, kwa watanzania wanaonisikia, naomba msaada ili tupate kutatua tatizo la mtoto huyo. Nitafurahi sana endapo kama watanzania wenzangu kilipokea kwa ajili ya kusaidia tatizo hili ati tatizo la mtoto linazidi na tatizo la mama na kufikia mwaka huu mwezi kuk... kwa wa kwanza tarehe kumi mama yake ni kwao limempoteza. Kwa jina anaitwa Elizabeth Katiti. Nasoma shule ya msingi Tumaini, nipo darasa la sita. Tatizo hili lilikuja kama jipu, likawa linanisumbua livyoacha likaacha kuuma, akawa mdudu anatembea, nikisikia mdudu anatembea kichwa nisiende shule, nikawa nabaki nyuma na masomo mengi yakanipita mpaka saa hizi nimeenda darasa la sita. Jana mwezi wa sita, mwezi wa kwanza wa elfu mbili na kumi na saba sikufanya kwa watanzania wanaoniona na mboso wa Tanzania, wanisaidie kuondoa tatizo hili, kwa maana na mimi bado ni mtoto mdogo, bado nahitajika na taifa, wanisaidie na mimi nipate kupona. Kwa mtanzania yeyote atakayeguswa na, na hali hii au na tatizo hili, atumie namba ya Vodacom ambayo ni 0763 85 hamsini na sita tisini na itakuja jina Peter Charles.